Tumeisubiri hii siku kwa sababu nyingi nyinginezo, lakini sababu kubwa ni kutaka kuandika historia mpya barani Afrika, ni kutaka kuiheshimisha Simba yetu, ni kutaka kuipeleka Simba to the next level. Tunataka Afrika itutambue, tunataka Afrika ituogope, tunataka Afrika ituheshimu. Tunapataje sifa zote hizi tatu? Tunazipata kwa simba kuchukua ubingwa wa Afrika, na ubingwa wa Afrika unaanza hii leo kuelekea tarehe ishirini na tano. Afrika ina watu majivuni sana. Afrika hii, mtu kama hakujui hawezi kukuheshimu wala kukuogopa. Ndio sifa ya Waafrika, unanielewa vizuri eh? Na ndio maana unaweza uka, mtu akakupiga mkwara, wewe unanijua mimi, najua mimi nani? Wewe umeshamuonesha dharau, sasa ndo unanijua mimi nani? Hiyo ndiyo Afrika. Afrika bila kujuana, hatuwezi kuheshimiana. Simba tunataka Afrika itufahamu, tunataka Afrika itujue. Na itatujuaje Afrika? Ni kwa Simba kuchukua ubingwa wa Afrika msimu huu. Mechi ya leo ni mechi ya kwenda kutafuta ushindi. Mechi ya tarehe ishirini na tano ni mechi ya kwenda kutafuta ubingwa, na ukichukua ubingwa mbele ya Moroko, ubingwa mbele ya Berkane, unapata heshima unayoitaka. Afrika hii tunaheshimika, tunaogopeka. E, tunatambulika kwa sababu tumewahi kufanya makubwa, kuwafunga Al Ahly, kuwafunga Berkane hawa e, kuwafunga Wydad, lakini hatujafikia kile kiwango cha kuogopeka tunachokitaka, kiwango cha kuheshimika tunachokitaka. Na kiwango hicho tutakipata kwa Simba kuchukua ubingwa wa Afrika. Ndio maana hii Simba hii siku tumeitaka sana. Tunataka Simba hii ikishuka kwenye airport yoyote Afrika hii wahudumu wa airport waanze kujigonga gonga kwa kuogopa, wakiona Simba akishakuwa bingwa wa Afrika.